Tuhitimishe na habari za kimataifa. Kundi la waasi la M23 linalodaiwa kujiandaa kupanua mashambulizi yake nje ya mkoa wa Kivu Kusini, Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua inayoongeza wasiwasi wa kiusalama katika ukanda wa maziwa makuu. Taarifa hizo zinajiri kufuatia kudhibitiwa kwa mji wa Uvira, mji wa pili wa ukubwa katika Kivu Kusini wiki iliyopita. Tukio linalotajwa kuwa na athari kubwa kwa mwelekeo wa mapigano na usalama wa raia katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kupanuka kwa operesheni za M23 kunaweza kuongeza shinikizo kubwa kwa mataifa jirani, hususa kupitia wimbi jipya la wakimbizi, misukosuko ya kibiashara mipakani, na changamoto za kiusalama zinazovuka mipaka ya kitaifa. Katika muktadha huo, Tanzania imethibitisha kupokea wakimbizi hamsini na mbili waliokimbia machafuko yanayoendelea mashariki yanayoendelea mashariki mwa DRC. Serikali imesema hatua za kibinadamu na za kiusalama zinaendelea kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa za ulinzi na wakimbizi. Mashirika ya kikanda na kimataifa yanaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mazungumzo ya kisiasa na juhudi za pamoja za kulinda raia, huku tahadhari ikiongezeka kuhusu hatari za muda mrefu za migogoro kwa uthabiti wa Afrika ya Kati na Mashariki.